Kufuatia mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kwa sasa duniani, sisi habari kiganjani tumeamua kukusogezea habari hii kuhusu jeshi la wananchi wa Tanzania, yaani JWTZ. Tutakuonesha ubora wa JWTZ, ubabe wa JWTZ duniani, na jinsi ambavyo JWTZ ya Tanzania ilivyomwiba kwa makundi ya waasi, mfano kundi la Machi 23 M23, ya kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambalo lipo chini ya Paul Kagame, rais wa Rwanda. Nakusihi sana mtazamaji wangu, hakikisha unatazama video hii mpaka mwisho na like video hili kusudi habari hii iweze kuwafikia watu wengi zaidi nao pia wapate faida ya kuifahamu habari hii kuhusu jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ. Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ linatajwa kuwa ni moja kati ya majeshi bora duniani na hii ni kwa mujibu wa msemaji mkuu wa jeshi hilo. Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ linatajwa pia kuwa ni moja kati ya majeshi tishio sana duniani, lakini pia vilevile, Jeshi la wananchi wa Tanzania linasifika kuwa ni kiboko ya waasi katika nchi zenye migogoro hasa zilizoko ukanda wa maziwa makuu. Mwaka 2013 hadi mwaka 2014 JWTZ ilijizolea sifa kubwa na ya kibabe baada ya kuwanyoosha ama kuwasambaratisha waasi wa Machi 23, M23 nchini Congo na kutengeneza hali nzuri ya amani nchini humo. Kwa mujibu wa ripoti ya Julai 3 Kuminane, wa 2014 kutoka kurugenzi ya mawasiliano wa Rais Ikulu, Dar es Salaam ni kwamba Majeshi maalum yani special forces ya jeshi la wananchi wa Tanzania yanayolinda amani mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo DRC ni miongoni mwa vikosi bora 35 vya majeshi ya nchi e, mbali mbali duniani vinavyokubali kuwa na ufanisi wa hali ya juu, uwezo mkubwa wa kupigana na vilivyofundishwa vizuri. Kwa mujibu wa mtandao wa Imgur via Distrustify, Tanzania na jeshi lake ni nchi pekee ya Afrika kuweza kuwa na majeshi yake miongoni mwa majeshi bora duniani. Chini ya kichwa cha habari 35 Most Badass Elite Fighting Units from around the world, mwandishi Miki Uren anaandika kuwa hayo ndiyo majeshi bora duniani, yamefundishwa kwa kiwango cha juu kabisa yana silaha za kisasa kabisa, yameandaliwa vizuri kwa ajili ya operesheni ngumu za kijeshi na yenye uwezo wa kukabiliana na adui katika mazingira yoyote, kuanzia kumaliza uhuni wa utekaji hadi kuwasambaratisha magaidi wenye uwezo mkubwa. Mwandishi anasema kuwa orodha hiyo haikupangwa kwa mtiririko wa uwezo wa kijeshi wa kila kikundi. Vikosi vilivyoko kwenye orodha hiyo ni kile cha CIO, cha jeshi la maji la Marekani SAS cha jeshi la Uingereza, Huntsman Corps cha jeshi maalum ya Denmark, majeshi maalum ya Ufaransa, kikosi cha Masok, majeshi maalum ya Taiwan ambayo ya yanatumia kinga za usoni zisizoweza kuingiliwa na risasi na kikosi cha Irish Army Rangers cha Jamhuri ya Ireland. Vingine ni jenda mari cha Selbia, kikosi maalum cha kukabiliana na ugaidi cha JTF2 cha Canada, majeshi maalum ya Uholanzi, kikosi cha SBS, majeshi maalum ya jamhuri ya Korea, majeshi maalum ya Ufaransa, majeshi maalum ya Ubelgiji, kikosi cha MJK cha Norway, Canadian Joint Response Unit cha Canada, majeshi maalum ya Norway, kikosi cha French Commando Marine, majeshi maalum ya New Zealand, kikosi cha Norwegian Armed Forces Special Command na kikosi cha Polish Grom cha Poland. Vingine ni kikosi cha US Army Special Forces sniper with Remington Modula sniper rifle, majeshi maalum ya Marekani, majeshi maalum ya Indonesia, majeshi maalum ya Romania, kikosi cha SASR cha Australia. Kikosi cha KSK cha Ujerumani, majeshi maalum ya Ujerumani, majeshi maalum ya Israel, e, Shayetet 13, majeshi maalum ya Urusi yanayofahamika kwa jina la Spetsinas, majeshi maalum ya Australia yanayofahamika kwa jina la Jagdi Commando, majeshi maalum ya Iraq, majeshi maalum ya Ujerumani ya SEKM na majeshi maalum ya Peru. Habari hii ilitolewa na kurugenzi ya mawasiliano wa rais ikulu jijini Dar es Salaam mnamo Julai 3 mwaka wa 2014. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ, lilianzishwa rasmi tarehe moja, e, mwezi wa tisa mwaka wa 1964 likiwa na lengo la kulinda uhuru wa nchi na mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dira ya JWTZ. Dira ya JWTZ ni kuwa na jeshi dogo shupavu la viongozi na wataalamu wenye, wenye zana na silaha za kisasa utayari wa hali ya juu katika ulinzi wa nchi ya Tanzania. Dhima ya JWTZ. Dhima ya JWTZ ni kulinda nchi na kutetea maslahi ya taifa la Tanzania, kutoa msaada kwa mamlaka za kiraia, na kuwezesha kufikiwa kwa malengo ya kitaifa na kimataifa. Majukumu ya msingi ya JWTZ, kwanza, ni kulinda katiba na uhuru wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pili, ni ulinzi wa mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tatu, ni kufanya mafunzo na mazoezi ili kujiweka tayari kivita wakati wowote. Nne, kufundisha umma shughuli za ulinzi wa taifa. Tano, kushirikiana na, eh, na mamlaka za kiraia katika kutoa misaada ya kibinadamu na uokoaji wakati wa maafa. Sita, kukuza elimu ya kujitegemea na uzalishaji kupitia Jeshi la Kujenga Taifa JKT. Na nane, eh, kushiriki katika shughuli za ulinzi wa amani kimataifa. Mgawanyo wa JWTZ. JWTZ inaundwa na sehemu kuu tano. Mgawanyiko huu unatokana na majukumu na mahitaji ya kiulinzi yafuatayo: Moja, makao makuu ya jeshi. Makao makuu ya jeshi inalo jukumu kubwa la mipango ya kimkakati pamoja na uamrishaji. Mbili, kamandi ya jeshi la nchikavu. Kamandi hii ilianzishwa mnamo tarehe 25 Disemba mwaka wa 2007 na kuzinduliwa rasmi na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 4 Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete tarehe 4 Machi mwaka wa 2009. Kuanzishwa kwa kamandi ya jeshi la nchi kavu katika jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania kumetokana na dhamira safi ya viongozi wa serikali na makamanda kuona umuhimu wa kuwa na kamandi ya jeshi la nchi kavu ili kusimamia majukumu ya kiutendaji na kiutawala. Majukumu ya kamandi yapo kama ifuatavyo: moja, kuimarisha usalama wa mipaka ya nchi kwa kushirikiana na kamandi zingine; mbili, kutoa mafunzo bora kwa jeshi la nchi kavu; tatu, kuwaandaa maafisa na askari wa JWTZ; nne, kuwaandaa maafisa na askari kwa kuwajengea uwezo wa kufanya kazi na kamandi zingine wakati wa vita. Tano, kusaidia mamlaka za kiraia katika kukabiliana na maafa pindi yanapotokea; sita, kutoa elimu kwa umma juu ya umuhimu wa ulinzi na usalama wa nchi na mipaka ya nchi dhidi ya adui yeyote wa ndani na wa nje; na saba, kuandaa maafisa na askari wanaoshiriki katika ulinzi wa amani. namba tatu miongoni mwa Mgawanyo wa JWTZ ipo kama ifuatavyo inasema: ni kamandi ya jeshi la anga. Kamandi ya jeshi la anga ni moja ya kamandi muhimu zinazounda jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, kiutendaji, kivita na kiutawala, na ilianzishwa mwaka wa 1982. Kamandi ya jeshi la anga inayo majukumu ya ziada ya msingi katika kutimiza wajibu wake wa ulinzi wa anga la Tanzania. Kamandi hiyo hiyo inayo uzoefu katika kusafirisha maafisa na askari wakati wa amani na dharura, pia husaidia mamlaka za kiraia kutimiza wajibu wake. Majukumu ya kamandi ya jeshi la anga moja ni kutoa ulinzi wa anga kwa maeneo muhimu ya kitaifa. Mbili, ni kutoa ulinzi wa anga kwa maeneo ya vituo muhimu vya kijeshi. Tatu, ni kutoa msaada wa kimapigano kwa operesheni za majeshi ya nchi kavu na wanamaji. Nne, ni kutoa msaada kwa mamlaka za kiraia hasa nyakati za maafa ya kitaifa na kusindikiza ndege za viongozi, pia kukusanya taarifa za kiusalama. Tano, kuendeleza juhudi za mahusiano ya kijeshi na nchi nyingine kwa njia ya mazoezi ya pamoja na kushiriki katika operesheni za Umoja wa Mataifa. Namba nne miongoni mwa mgawanyo wa JWTZ ni kama ifuatavyo. Kamandi ya jeshi la wanamaji. Kamandi ya jeshi la wanamaji ni moja ya kamandi zinazounda jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Kamandi hii ilianzishwa rasmi mnamo tarehe 6 Disemba mwaka wa 1971 wakati wa awamu ya kwanza wa ujenzi wa jeshi la kisasa lililokuwa na mtizamo wa kizalendo wa kuwalinda wananchi. Kuanzishwa kwa kamandi ya jeshi la wanamaji ilikuwa ni jambo muhimu la kimkakati kwa ajili ya kuende, eh, kwa ajili ya kuendelea kuhakikisha kuwa mipaka yote inakuwa salama. Baadhi ya madhumuni ya kuanzishwa kwa kamandi ya jeshi la wanamaji ni yafuatayo: moja, ni kukamilisha muundo wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, kwa kuwa kila nchi yenye bahari, maziwa na mito mikubwa inahitaji kuwa na kamandi ya wanamaji ili kusimamia ulinzi wa maeneo hayo. Mbili, kuhakikisha mipaka yote katika bahari maziwa na mito mikubwa inakuwa salama wakati wote na, eh, kuwapa ulinzi wa kutosha wananchi wanaoishi kwa, kuji, eh, kwa kujishughulisha na uvuvi, na, uvuvi, na uvuvi baharini maziwa na mito mikubwa ili waweze kujipatia kipato chao na kuinua uchumi wa taifa. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo katika meza yetu ya habari kuhusu jeshi la wananchi wa Tanzania yaani JWTZ. Tumekuonesha jinsi ambavyo jeshi la wananchi wa Tanzania lilivyo bora e, duniani na jinsi ambavyo lilivyo na ubabe duniani, lakini pia tumeangazia kwa undani zaidi e, jinsi ambavyo jeshi la wananchi wa Tanzania lilivyoanzishwa e, na mambo kadhaa wa kadha kuhusu jeshi hilo la